Nitoe wito na kuwakumbusha wananchi wote wa mkoa wa Katavi ambao wamejiandikisha kupiga kura katika uchaguzi huu mkuu kwamba waendelee kutunza vitambulisho vyao vya kupigia kura, uh, waendelee waendele kushiriki kampeni na waendelee kujiandaa kushiriki kupiga kura tarehe 29 wa Oktoba mwaka 2025. Kama nilivyotangulia kueleza, ulinzi utakuwa wa kutosha sana na hali ya mkoa na uchaguzi wake vitakuwa salama. Kwa maana hiyo, wananchi wajipange na siku hiyo ikifika 29 Oktoba mwaka 2025, wajitokeze kwa wingi kufika katika vituo vya kupigia kura na waweze kupiga kura zao mapema kabisa, na baada ya kupiga kura zao waweze kurejea nyumbani au kwenye shughuli zao, waendelee na shughuli zao, wakati tume ikiendelea na kazi zake na majukumu yake, pamoja na wadau walioainishwa kwa mujibu wa sheria. Lakini suala lingine nataka niwahakikishie wananchi wote wa mkoa wa Katavi kwamba serikali yao ipo na ipo imara, vyombo vya dola vipo na viko imara, na taasisi zote za ulinzi na usalama zipo na ziko imara. Niwahakikishie makundi yote kwamba mkoa utaendelea kuwa salama. Tunaomba ushirikiano aa kutoka kwa makundi mbalimbali, kama vile makundi ya vijana, makundi ya wanawake wazee wanahabari, viongozi wa dini, viongozi wa mila, vyama vya siasa, taasisi mbalimbali, wananchi wote, na wadau wengine wote kwa ujumla, tunaomba ushirikiano wao katika uh, hatua zote za uchaguzi na kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa katika hali ya usalama. Uh, wadau wote wanaoendelea kufanya kazi ndani ya mkoa wa Katavi niwahakikishie, kwa mfano kutakuwa na waangalizi wa uchaguzi, kutakuwa na wanahabari kutakuwa na watu mbalimbali ambao watashiriki katika zoezi zima la uchaguzi. Niwahakikishie pia kwamba tumejipanga vizuri, kila mmoja atapata ulinzi na wananchi wetu wote pia watakuwa salama katika zoezi hili. Kikubwa tunachokiomba ni ushirikiano wa wadau wote katika kuhakikisha swala la usalama linaendelea kuwepo kama kawaida yetu. Wanakatavi, niwaombe sana, endapo kuna jambo lolote linawapa wasiwasi kuhusu usalama, basi wasisite kutuarifu mapema kuanzia kwenye ofisi za vijiji, ofisi za vitongoji, ofisi za kata, ofisi za tarafa, ofisi za wilaya, kwa maana wakurugenzi watendaji, pamoja na ofisi za wakuu wa wilaya, lakini bila kusahau ofisi za, zetu, zetu zote za vyombo vya dola, kama vile jeshi la polisi na majeshi mengine, watoe taarifa huko, ili jambo lolote linalotia wasiwasi liweze kushughulikiwa kikamilifu na mapema, kwa lengo la kuhakikisha kwamba mkoa unaendelea kuwa salama. Nitoe pia maelekezo kwa viongozi wote wa serikali wa ngazi zote pamoja na watendaji serikalini, kila mmoja kwenye eneo lake, eneo la mtaa, eneo la kitongoji, eneo la kijiji, eneo la kata, tarafa, wilaya, halmashauri na kadhalika, kuendelea kuhakikisha wanafanya kazi kwa bidii kwa kushirikiana na wananchi na wadau wote, ili mkoa wetu wa Katavi uendelee kuwa salama kama nilivyotangulia kueleza lengo kubwa la mazungumzo ya leo ni kuwakumbusha wananchi kuhusu uzingatiwaji wa kanuni, sheria na taratibu wakati huu na kushiriki katika uchaguzi katika hali ya kutunza usalama. Kwa hiyo niendelee kuwakumbusha kwamba tuendelee kushiriki katika hatua zote, huku tukizingatia kutunza amani, tulivu na usalama. Na sisi serikali tumejipanga vizuri, pamoja na viongozi wetu, kuhakikisha mkoa wetu unaendelea kuwa salama. Hivyo wananchi wasiwe uh, na hofu ya aina yoyote, kwa sababu serikali ipo, ipo imara na inaendelea kufanya kazi. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niwasisitize kwa kutoa wito kwamba kura yako ni haki yako, jitokeze kupiga kura itakapofika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025, Jamhuri na ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Asante sana kwa kunisikiliza.